Kuziwezesha serikali za mitaa kama injini kuu ya maendeleo kwa kuzijengea uwezo wa ndani, kwa wa ndani na kuweka mifumo thabiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ukubwa wa nchi yetu hakuna namna ya kuweka maendeleo katika nchi kutokea Dodoma ama Dar es Salaam. Maendeleo makubwa yatapatikana kupitia mamlaka za serikali za mitaa ambapo wananchi wapo. Kwa lazima tuwekeze nguvu nyingi sana kwenye eneo hilo. Pili, kuisha mchakato wa mabadiliko ya katiba. Tatu, hizo utaratibu wa kuajiri na kuteua watendaji wakuu na wajumbe wa bodi za mashirika ya umma kwa njia ya ushindani na upimaji unaozingatia matokeo. Naomba nisisitize hili kwamba wakuu wa mashirika ya umma na wajumbe wa bodi, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameidhinisha na kuelekeza kwamba sasa waanze kupatikana kwa njia ya ushindani ili kila Mtanzania awe na fursa ya kuweza kuapply. Nieleze Mheshimiwa Mwenyekiti juu ya ugharamiaji wa mpango wa nne wa maendeleo ya taifa, ma taifa wa miaka mitano. Mheshimiwa Mwenyekiti, gharama za utekelezaji wa mpango wa nne wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano zinakadiriwa kuwa shilingi trilioni 477.